Sasa hivi wanawake wengi wamekuwa wakiteseka na ishu ya uzazi. Sasa hapa nitakutajia baadhi ya sababu zinazopelekea wewe ushindwe kubeba ujauzito uh, kiurahisi. Namba moja ni mayai kutoweza kupevuka, ambayo tunasema ni anovulation, na hii inatokea wapi? Ni pale ambapo haupati kabisa ute wa mimba. Hiyo ni hatari kwa afya yako. Namba mbili, watu nasema ni mirija ya uzazi kuziba, fallopian tubes. Moja kwa moja zikishaziba ile yai haliwezi kutoka kwenye, kwenye ovary kuja kwenye mji wa mimba. Namba tatu ni kondo la kizazi kuwa na maambukizi au kuwa na majimaji ambayo kondo la uzazi huwa linazuia mbegu ya kiume kuweza kupenya kukutana na mbegu na yai la kike. Lakini pia uvimbe kwenye kizazi na tezi ya thyroid kuweza kushuka. Tezi ya thyroid ikishuka tu huwa inasababisha homoni kuganda. Mwanamke ana homoni sita homo uzito, na zile homoni zinazoweza kumsaidia yeye aweze kubeba ujauzito na aweze kuwa kama unavyomuona mwanamke. Lakini kuna polycystic ovarian syndrome ni moja ya changamoto kubwa, mfadhaiko kwa wanawake. Mbegu za kiume wazaifu lakini pia mwisho, tunasema ni uke kuweza kukauka na kutofanya tendo la ndoa siku za hatari. Sasa utaniambia kwenye comment unafikiria wewe ni changamoto ipi ambayo inakufanya ushindwe kubeba ujauzito? Uh, wasiliana na Dr. Jimmy kama utakuwa na changamoto yote ya kiafya. Karibu.